Mtazamaji wa DLTV karibu, katika makala kuhusu chuo cha Kagera Business Vocational Training Center, KBVTC. Chuo cha Kagera Business Vocational Training Center, KBVTC ni kituo cha mafunzo ya ujuzi kilichopo Bukoba mjini mkoani Kagera, karibu na hospitali ya rufaa, katika majengo ya ELCT nyumba ya vijana. Chuo hiki kimesajiliwa rasmi na baraza la taifa la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study Yani, nactivate kwa nambari ya usajili reg mkwaju nactivate mkwaju sifuri sita mbili nne, ikionyesha kiwango cha juu cha ubora katika kutoa mafunzo ya kitaaluma. Mkuu wa chuo bwana Bashiru Shakiru anaeleza kwa undani juu ya malengo na maono ya chuo hicho. Anasema kuwa KBVTC imejikita katika kutoa mafunzo bora na ya kisasa kwa wanafunzi na kuwapa ujuzi unaotakiwa katika soko la ajira. Anasema chuo kimejipanga kuwa na vifaa vya kisasa na walimu wenye ujuzi ili kuhakikisha wanafunzi wanapata mafunzo yanayowafanya kuwa na uwezo wa kushindana katika soko la ajira. Chuo hiki kinatoa kozi mbalimbali mbali, ambazo ni za hotel management, tunazo kozi za uhasibu, tunazo kozi za sekretario na tunazo kozi za kompyuta pamoja na English course. Tunazo kozi za muda mrefu lakini pia tunazo kozi za muda mfupi kozi za muda mrefu tunaanzia mwaka mmoja mpaka miaka miwili, na kozi za muda mfupi tunaanzia miezi mitatu mpaka miezi sita. Tuna, tume, tunazo kozi za muda mfupi kwa mahitaji maalum. Yani kuna watu ambao wanahitaji kozi za muda mfupi, kwa mfano, kuna watumishi wa serikali, kuna watu ambao wanakosa muda wa kusoma muda kwa muda mrefu wa mwaka mzima, hivyo inatulazimu sisi kukidhi mahitaji yao, kuwafundisha miezi mitatu au miezi sita na kozi ambazo tunawafundisha muda mfupi ni kozi za lugha kama English course, kozi za Kifaransa, kuna mafunzo ya kompyuta, kuna matengenezo ya kompyuta na kadhalika. Hizo ndo baadhi ya kozi za muda mfupi, lakini zingine za muda mfupi, kuna watu ambao wanakuja chuoni, alikuwa anapika sehemu fulani na nini, lakini anahitaji kuongezewa ujuzi au kutoa huduma ya chakula mbalimbali kwa hiyo na hiyo ni mmoja wapo ambao tunafanyaje, tunaongezea muda mfupi. Tuna, tuna wapa hizo tunawapa hizo kozi za muda mfupi Kozi za muda mrefu zipo kuanzia mwaka mmoja na miaka miwili, ambazo ni za uhasibu. Tunazo kozi za uwaziri, tunazo kozi za usimamizi wa hoteli, na hapa kwenye usimamizi wa hoteli zimegawanyika. Tunazo za utalii ambazo zinasimamiwa kwenye usimamizi wa hoteli, tunazo kozi za hudumia, tunazo kozi za mapishi pamoja na kadhalika. Lakini tofauti na hapo, uh, tunawaomba wazazi wanajamii walete wanafunzi kwenye chuo chetu ni kwa nini walete kwenye chuo chetu? Sababu kubwa ambayo tunawaomba walete kwenye chuo chetu, kwanza, mwanafunzi anapohitimu tunamtafutia ajira ndani ya mkoa wa Kagera na nje ya mkoa wa Kagera. Lakini pia tunawaomba walete watoto kwenye chuo chetu, kwani mara nyingi vijana wengi tunawapa ujuzi ambao mtoto anaweza akajiajiri, anaweza akajiajiri akaanzisha kitu chake na akawa amejikwamua katika nini, katika maisha lakini sababu ya tatu ambayo tunaomba wazazi walete uh, wanafunzi katika chuo chetu, ada yetu ni nafuu sana, lakini licha ya hivyo inalipwa kidogo kidogo. Mzazi akishamleta hata akituambia mimi na kiasi kidogo, tunampokea mwanafunzi, tunamfundisha. Baada ya hapo, mwanafunzi anaweza akahitimu wakatihu akawa anamalizia ada yake taratibu. Wanafunzi wa KBVTC wameonyesha furaha kubwa kuhusu mafunzo wanayoyapata na wanafunzi hao wameeleza jinsi ambavyo chuo kimewasaidia kufanikisha ndoto zao za kujikuza kitaaluma na kujipatia ujuzi unaowafanya kuwa na matumaini makubwa katika maisha yao ya baadaye. Miongoni mwa wanafunzi hao wamesema kuwa mazingira ya chuo ni rafiki na ya yanawapa motisha ya kujifunza zaidi mwanafunzi wa chuo cha Kagera Business Vocation Training Center kilichopo Bukoba mjini mkabala na hospitali ya mkoa ambacho kinatoa kozi mbalimbali mbali. Kozi mojawapo ni hotel management pamoja na uongozaji wa watalii. Kupitia hotel management nimepata maarifa mbalimbali na kuweza kutimiza lengo langu lilolifanya niwe hapa, ambavyo naweza kupokea wageni, kuongoza watalii toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kuweza kutatua changamoto mbalimbali mbali, ambazo zinaweza zikamkumba mteja endapo atakuwa hotelini. Na nawakaribisha sana katika chuo pendwa cha Kagera Business Vocational Training Center, ambacho ukija hapo ukapata maarifa, baada ya kumaliza masomo yako wanakutafutia ajira ndani ya mkoa na nje ya mkoa. Kwa majina yanaitwa Chilesi Binangu Teonasi. Ni mwanachuo wa chuo cha Kagera Business Vocation Training Center. Ni chuo ambacho kipo manispaa ya Bukoba, mkabla na hospitali ya rufaa ya, ya Bukoba. Nasoma kozi ya hotel management. Katika kozi ya hotel management nasomea department ya mapishi. Kabla sijafika hapa, nilikuwa nawiwa sana kuwa chef, yani kuwa mpishi, na nowadays yani nime, niko vizuri sana kwani nimefundishwa, naweza kupika kuandaa chakula nachokifurahia. Wakati nipo hapa chuo, yaani tunafundishwa vizuri, tunapewa malezi mazuri tunapokuwa hapa chuo. Chuo kinatoa mafunzo mazuri, unapohitimu mwanachuo unatafutiwa field, na baada ya kutafutiwa field ili kuongeza ujuzi una, unatafutiwa labda kazi kulingana labda umepata ufaulu mzuri, unatafutiwa kazi vile vile. Baadhi ya wahitimu wa chuo hicho wameshuhudia jinsi mafunzo waliyoyapata alivyowasaidia kuingia katika soko la ajira. Ujuzi walioupata katika chuo hicho uliwapa uwezo wa kujiajiri na kuajiriwa na mashirika mbalimbali. Hii inaonyesha kuwa chuo kimefanikisha malengo yake ya kuwaandaa wanafunzi kwa soko la ajira. Habari ndugu zangu, kwa majina naitwa Sede Kibesigwa Samueli, ni mfanyakazi wa Yellow Stibu koba hoteli na mimi ni mmoja wa wahitimu katika chuo cha Kagera Business Vocation Training Centre kilichopo manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, katika jengo la nyumba ya vijana. Ni mhitimu wa mwaka 2016 2017 na katika ngazi ya cheti katika masomo ya hotel management ambayo nimeachukua hapa chuoni kwa miaka miwili nimepitia katika chuo hiki ambacho kwa kweli kimekuwa msaada mkubwa kwangu. Nimepata ajira ya kupitia chuo hiki, nimepata mafanikio makubwa kupitia chuo hiki. Niwaombe vijana wenzangu ambao bado wapo mtaani, wanatafuta labda cha kufanya, wanatafuta ni kitu gani wanaweza kuki kukifanya katika maisha tulioyaishi, kwa sababu ukiangalia na hali ya ajira ya kiserikali sasa hivi sio nzuri sana kwa mimi, niwaombe kwamba tunaweza tukapata kozi hizi ambazo ni rahisi sana kwa bei nafuu, lakini bado pia ukishapata kozi hizo ajira ni, ni, ni rahisi sana kwa ukiangalia kama kozi za hoteli. Hoteli ni nyingi sana hapa Tanzania, hapa Kagera. Naitwa Eric Miza Aminadabu, ni mfanyakazi wa w Mkoba hoteli iliyopo Bukoba mjini. Mimi nimesomea hotel management, manake food production chef. Kwa upande wa mapishi nimeweza kujitahidi kupata aina ya masomo au kwa vitendo. Nachukua nafasi kuwashukuru Kagera Business kwa msaada wao tusaidia, wengi tumeajiriwa, wengi tumefanikiwa kupitia mikono mwao. Huu ni mwaka wa tano nipo kwenye ajira hivyo, na nachukua nafasi kuwashukuru sana walimu walionifundisha. Chuo kimejipanga kuendelea kutoa elimu bora na ujuzi wa hali ya juu kwa wanafunzi wake, lengo likiwa ni kuhakikisha wanafunzi wanakuwa na uwezo wa kujiajiri na kuajiriwa kwa urahisi baada ya kuhitimu. Chuo pia kina mipango ya kuendelea kuboresha miundombinu yake na kupanua kozi zake ili kukidhi mahitaji ya soko la ajira. Chuo hiki kinapatikana kupitia anwani ya sanduku la posta kumi na mbili sitini na tano Bukoba, Tanzania, au unaweza kupiga simu nambari 0620430723, 07 au 0754415404, au unaweza kuwapata kupitia barua pepe kagera b3 at gmail com. Chuo cha Kagera Business Vocational Training Center kinaendelea kuwa mwanga wa matumaini kwa vijana wa mkoa wa Kagera na Tanzania kwa ujumla, kwa kuwapa fursa ya kujikuza kupitia mafunzo bora na ujuzi kwa vitendo. Makala hii imeandaliwa na mimi Eliud Henry na hii ni DLTV. Asante, usisahau kusubscribe katika YouTube chaneli yetu ili kupata habari zaidi.